Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi, aya ya 38, hadi ya 42. Yesu aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Marta akamkaribisha nyumbani kwake naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia Marta, Marta, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Jumanne ya juma la ishirini na saba la mwaka Che wa Kanisa Mama, Kanisa akiadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria Malkia wa Rozari. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo linatualika tumkaribishe Yesu na kumsikiliza katika maisha yetu ya kila siku. Katika somo letu la injili tumepata simulizi la ukaribisho wa Yesu katika familia ya Marta. Maria alikaa karibu na Yesu na kumsikiliza, lakini Marta alikuwa anawajibika na mambo mengine hususani yaweza kuwa kama maandalizi ya chakula. Kazi aliyofanya Marta ni nzuri kabisa, lakini Yesu anaonyesha jambo kubwa zaidi na zuri na jambo hili ni kumkaribisha Yesu na kuongea naye na kumsikiliza. Marta alipomwendea Yesu na kulalamika jinsi Maria alivyomwacha peke yake na kuketi pamoja na Yesu, tunapata jibu kuwa kumsikiliza Yesu ndiyo jambo la muhimu zaidi. Yesu anasema, Maria amechagua jambo la muhimu. Jambo hili la muhimu ni kumsikiliza Yesu na kumkaribisha katika mioyo ili kujumuika naye katika ufalme wake. Tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi tunaoishi leo hii. Mara nyingi katika maisha yetu ya kila siku, Mungu anatutembelea, Yesu anatutembelea. Je, sisi tunamuona katika maisha yetu? Yesu anaweza kuonekana kwetu moja kwa moja hasa kupitia sala, neno lake, kanisa lake na sakramenti zake. Katika maisha yetu ya kila siku, tumkaribishe Yesu katika mioyo yetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu na katika jamii zetu. Tutumie njia zifuatazo, ili tupate kumkaribisha Yesu katika maisha yetu. Njia ya kwanza ni sala. Ni kupitia sala tunamkaribisha Yesu kwetu na kuongea naye ni kwa kumsikiliza Yesu katika sala, tutapata suluhu ya maisha yetu, kwa mfano uponyaji na mahitaji yetu ya kila siku. Kazi za kijamii au za serikali tunazofanya ziziwe sababu ya sisi kuwa mbali na sala. Tuwe watu wa sala, ili tumlete Yesu katika maisha yetu na tupate mafanikio yanayodumu siku zote njia ya pili ni neno la Mungu. Mzaburi anatuambia kuwa neno la Mungu ni taa na mwanga, rejea Zaburi ya mia na kumi na tisa aya ya mia na tano. Neno la Mungu tunalipata katika maisha yetu ya kila siku katika kanisa, kupitia Biblia Takatifu. Tumkaribishe Yesu katika maisha yetu kwanza kwa kuwa na Bibilia na tukisha kuwa nayo daima tusome neno la Mungu lililomo ndani ya Bibilia hiyo. Njia ya tatu ni kupitia kanisa lake. Kanisa ni jumuiya Wakristu wote wanaoshiriki imani moja pamoja na mapade na maaskofu chini ya Baba Mtakatifu mkuu wao. Yesu alimwambia Simoni Petro, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa kama tunavyosoma katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya kumi na sita aya ya kumi na nane. Kanisa lina kazi kubwa moja, nayo ni kutangaza neno la Mungu kwa mataifa. Daima tufungue mioyo yetu tupate kulikaribisha neno la Mungu linalohubiriwa na kanisa. Tusimame imara katika kanisa bila kutapatapa, kwani ni kwa njia hiyo tutamsikiliza Yesu aliyelianzisha. Na hatimaye tutapata utakatifu. Tuzidi kumwomba Mungu atujalie roho ya kulipokea neno lake na kuliishi. Yesu mwenyewe azidi kutulinda na kutubariki daima. Aliyekuletea neno hili la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume wangu katika Jimbo Katoliki la Lindi kama paroko katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.